Naanza na masuala ya, ya shaa. Wajua ile swala tushawahi kulizungumza hapa, nikawambia, huwezi kuuza mtoto humjui yuko wapi. Ndio mfano waDwale, pesa alikuwa zikitumwa kwa zile hospitali za kibinafsi, na hazijui zile hospitali ziko wapi, ndio akapata hii kashfa. Sasa mimi nimefurahishwa na na ile kamati ya health kwamba wanataka kujua hizi pesa zilizoregeshwa ni ngapi, na Duale alikuwa kwa hana jibu ya hizi fedha kama zilisharegeshwa. Sasa ndio matatizo ambayo yako pale kwa ndugu yetu Duale, ameshindwa hata kujitetea kwamba hii shaa haifanyi kazi na hizi pesa zilikuwa zikitumwa zikitumwa kiurongo. Kwa hivyo kumaanisha serikali ya William Ruto kuna ufisadi mwingi sana katika wizara zake. Pili, tukija kwa masuala ya tukija kwa masuala tukija kwa masuala ya ya, wa, ya magavana wa Mount Kenya wale watatu ni kwamba kikweli kweli wengi wao magavana wako na kachifa tofauti na wasipounga serikali mkono huenda wakaandamwa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Pili, wana advantage kwamba kama serikali ya William Ruto kama itarudi huenda pengine wakapata uwaziri. Pana mambo mengi yapo, lakini kwa vile watu wa mlima washaanza kumkataa William Ruto Hawawezi kumtatiza Rigathi Gachagua. Hawawezi kumtatiza Rigathi Gachagua kwa sababu Rigathi Gachagua anaijua Mount Kenya juu chini, chini juu. Tatu tukija kwa masala ya ndugu yangu speaker amezungumza kuhusu masala ya yule jamaa kwa State House. Si William Ruto ameruhusu watu waingie State House. Sasa alikuwa anakatazwa nini? Na nataka kwenda kumuona rais. Sasa rais mrongo William Ruto mrongo, sasa wewe utawaita vijana State House huku, mwingine ajitokeza, mwingine na shida zake mwenyewe binafsi atakukuona wewe utaka apiga, sasa askari apiga mshale. Okay, kwa niaba ya bunge sasa anauliza swali kama speaker kwa niaba ya bunge alienda State House jana alikuwa amebeba mshale. Sasa kulingana wewe unakubaliana na mtu aende State House amebeba mshale? Eh, mimi nakubaliana naye miafilme kwa mia. Sababu pale pana kila kitu, lazima ujihani. Sasa kujihani ndio huko bwana, wale vijana waliingia pale, wengine wana misokoto wakabwaga paka chupa za maji pale, hamkuziona na yeye alikubali kuwa rais anaruhusa mkenya yoyote kuingia State House, hakuzungumza spika hiyo rais wtenye heaasan ari Asante profesa. <coughs> Wewe unaitwa profesa mm, lakini una propaganda nyingi sana. <laughs> Na unavyozungumza ni kama uheshimu hata naam. <coughs> Jaribu kuongea kitu ambacho kinaeleweka. Hakuna vile unaweza enda State House kama umebeba mshale. Hata kwangu ukija, uingie kwangu na mshale hata mm, kama rafiki yangu, unakuwa na wasiwasi na wewe. Kwa hivyo kama unaeneza propaganda, afadhali uache. Kama una na kukontribute kama mbunge pia mm, una haki ya kukaa chini na utulie, wale wapatie wengine nafasi hiyo mm. Mzee wangu ni maoni yako tayari, ruhusu sisi. Nafikiri ukenda kwa Raila wewe, ubishi hodi kwenu rongo, ama una appointment kwa Raila, ama kifudifudi kwa Raila. Sasa yale alaosema, Ruto anaruhusu kila mmoja kuingia wakubaliana na Ruto ama wampinga, wewe sasa kumaanisha uwe mrongo, Ruto mrongo? Sasa kama rais wako wanchi alisema anaruhusu statehouse waingie watu, kisha yule iliwaenda, kwa nini kwali wasimpinge? tero kwanza wakajua wao na mshale ka, ka, katando, ingia ndio sheria, lakini leo masala yanatokea ni yale. Sasa kumaanisha kumaanisha rais wa nchi mrongo kama wewe upo mrongo Pili, hata Raila kena kwa Ruto huwa na appointment, mbona Raila pilichee? Mwisho nikimalizia kwamba Mount Kenya wanajipanga ndugu zangu, ni wale kikweli kweli, Rigiji anakuja na hali mpya na nguvu mpya Rigiji, kwa sababu wale kina Waiguru na wenzake na yule bi Marinda. Na yule kuna mwingine gavana mwingine wa kike alikuwa wakizunguka na Kinaruto. Ruto alikwenda akajifungulia nje miaka kadhaa akapata watoto mapacha wale wa Amerika, akaacha wananchi wanateseka. Yey yeah, kula kula raha Amerika. Sasa hii Kenya, Ruto mrongo, magavana warongo, raia, ndio unapoona ndugu zangu zile nchi kama Madagaskar ni nchi ambayo wako katiba ni kama ya Kenya ya urongo, kwa sababu ile katiba yao ni kama hii hii ya blood bed, kwamba hanisheki. Sasa hii ndio katiba ya urongo. Wananchi wanaona lagandamizwa, na mambo mengi, kama sasa Ruto amuingiza nani sasa, Gideon Moi ini. Okay, honorable member, take information, take information, proceed and then make summary, professor. Waheshimu wabunge wa, wa mama mtu mm. akishika mimba mm. anaenda maternity leave mm, awe kazini awe ni gavana awe, mm. awe ni mwalimu mm. awe ni mfanyikazi yeyote anaruhusa kwenda maternity leave. Mwache jodi zungumza, mwalimu mwalimu, endelea meme <kwane> <kwane> <kwane> <kwane> Nikimjibu mwalimu nafikiri mwalimu hana bibi. Mwalimu huna bibi, lakini taka pia na watoto anapojifungua najifungulia pale pale mpaka watoto wake watembee. Lakini vipi apate mimba Kenya, akajifungulia Ujerumani? Ni kama vile, ni kama vile Mheshimiwa Spika kama profesa, kazi yake ni kuponda laira hii, ingine hawezi kuwanda manake, mpaka haweke laira nani? mm. Mheshimiwa gavana wa, wale wa gavana wale wa mama wanasema igiji mm. kama ulishindwa na wanaume huko juu mm. kwa nini unafuata wa mama upewe tera, ufata wa mama majini, ulishindwa na wanaume huko juu mm. mwanaume mwenzako alipambana na bosi wako, ulakawa rais, wewe mbona hukupambana pambana na ae na ae, ndio ule rais, mpaka umetolewa ukuja kukota wa mama hapa wewe, mheshimiwa kama iko nini, tu akae. Okay. Okay, professor. You have two minutes. Nyingi, You have have Nyingi the Na Nyingi sana. minutes. concentrate. Mimi nikimjibu ndugu yangu, hawa jamaa hawajamaa walio register, watu wa nane nzima, kumaanisha hakuna egejikura sikuta, ninakwambia. <laughs> <laughs> Nafikiri ndugu zangu ni mlimsikia rais wa Tanzania akisema wale wanyama wanakujaji wanakuja wanakuja Kenya wanapata mimba wana, Kenya wananajifungulia wapi? Tanzania. Sasa ndio yule gavana wa wapi wa Nakuru. Sasa mwalimu, unafikiri hana bibi huyu? ndugu yangu ndugu yake Matiang'i pia hana bibi yeye, nito kuzurura usiku lakini wale wale jamaa wale a kuvuta agamu wanaskiri, nikimalizia kwamba ndugu zanguni, tunaona sahihi, magavana wengi wanatafuta njia za kurudi katika serikali itakayokuja yoyote, kwa sababu tumemwona ndugu yetu Dado Godana pia aliwako juzi, pia amekiwasha mbele ya Murkomen na alimweka aibu Murkomen na serikali ya UDA, lakini nikisema serikali hii ambayo inaongozwa na yani, ni serikali mbili ambazo ziko katika nchi ya Kenya, ndio. <coughs> Namalizia ndugu yangu. Serikali hii nikimalizia, za watu wawili, baina ya Raila na ndugu yake William Ruto kwamba magavana wengi bado hawajaamini kama Ruto yuenda nyumbani, bado hawajaamini, lakini mimi nawahakikishia, na Ruto saa tatu tawako. Ruto ashapanda chopa, anatafuta nchi ya kwenda. Ruto saa tatu anatafuta nchi ya kwenda na yule babu yao, yule babu yenu nyumbani, yule babu yenu na vura kwenda Sudan, hawezi kukaa tena nchini Kenya. Shukrani sana, asante sana bwana profesa, asante sana bwana Profesa kwa mchango wako, lakini unaona mahali kuna Raila, ndio unauma sana, huwezi toka nje ya mada. Okay, John Mkari, nataka tu balance kidogo tafadhali, kwa usani nataka kulibalance wale ambayo wameingia saa hii, kuna mada ambazo ziliwekwa kwa floor. Mada ya kwanza ni namba ya wapigaji kura, yani registered voters iko chini ni serikali inasema iko chini ama? Okay, mada ziko tatu. Mada ya kwanza ilikuwa ni hiyo ya kwanza ilikuwa wapigaji kura ni namba yaliojisajili iko chini ama ni serikali inaweka propaganda kusudi ili onekane hakuna majenzio na jiandikisha na kura. Hiyo ni mada ya kwanza imeletwa, na mada ya pili ilikuwa ni vita vya maneno dhidi ya Ndindi Nyoro na William Ruto. Ndindi Nyoro amesema serikali ya jamhuri ya Kenya inakopa 4 bilion kila siku na William Ruto amesema hiyo ni uongo na ni upuzi na huyo kijana hana akili, ni kwamba wewe hajicha la kutosema, lakini nchi iko mahali pazuri. Je, ni ukweli Ndindi Nyoro anaongea ukweli ama ni uongo? Na mada nyingine, mada nyingine ilikuwa ni magazana watatu wa Mlima Kenya na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua amesema kuna wamama watatu huko Mlima Kenya ambao wanatumika na serikali Magavana watatu mlima Kenya wanatumika na serikali ili kuhujumu utendakazi wake. Je, ni ukweli ama ni fitina za watu? Hizo zote ni mada. Okay, mikono juu, nataka kuwapanga sasa. Okay, mwalimu, karibu mwalimu. Na kabla hatujaendelea, kama uko na KRA pin, kama uko na KRA pin, uh, good conduct na kitambulisho mani

watu wawili, ilikuwa tumeatiwa katika watu wawili. Kama huyo ni fofo liva, kama huyo ni fofo liva, ona blaki akuelezee. Kuna kazi ya alesecurity sekurity BM, kazi ya elfu kumi na nane. Usikae kukaakaa hivi, kaa burebure. elfu kumi na nane wanalipa ekimpa za vijana. Ona blackman akuandike jina, kesho asubuhi ingie kazini. Asante sana okay proceed. Asante sana bwana Speaker. Nitaanza na mada ya Mount Kenya. Mount Kenya niliwaambia kabisa, hii ndio jamii hawajawahi kaa nje ya serikali. Wakati tu azimio ilikuja na waliona hii ndio msimu tunaweza kaa nje, walikuja na mbinu mpya ya siasa. Hii mbinu yao mpya ni plan zote mbili wanatoa watu wawili wanaenda kwa hizo mrengo miwili zenye zina uwezo wa kushinda kura. Sasa hii kitu unaona kwa magavana wale, wana rebel kwa Rigadhi, wanaunda formation ya Uhuru au wanaenda kufanya kazi na Ruto, na hii mrengo ya Rigadhi wanang'ang'ania waunde serikali. So, kama Rigadhi atafaulu kumweka Kalonzo ndani, Mount Kenya watakuwa ndani. Kama hii faction ya Uhuru watakuja waungane na Uhuru na Ruto watakuwa ndani. Saa hii chenye wanafanya ni kama bargaining power yao itakuwa very powerful kiasi gani wanaweza bargain nao Naruto. Hiyo tu ndio kitu iko pale, hakuna kitu geni pale. Wanajirealign tu tuko na Ruto, tuko na Rigathi. Sa so, Ruto akirudi, wako ndani. kama Kalonzo atapata, watakuwa naye. nikiendelea na sha, Wa Kenya tusemeni tu kweli, mlikuweko wakati wa NHIF. NHIF ilikuwa na sheria yake, ulikuwa umerejista, umefika makadara, na huo mwezi hauko umelipa. Kuna watu walikuwa na faidi na hiyo, walikuwa unaambiwa mwezi jana haukulipa, enda u, ulipe ndio urudi. Wale walitumia NHF wanajua ile kitu iko. Mimi niko na msimamo, nilisema kama uko na swali ama nai, umua mkono. Mambo ya kuzomana nitatoa watu mbili hapa. Sitaki mtu asome wenzake, anatoa maoni yake. Wewe kama kuna maoni yako, inua mkono juu. Kama nikusoma mtu toka, ndio kakae kando, ungoje siku nyingine. Hapa tuzomani, hapa tuheshimiana. Hii ni Senate. Kama uko na information ambayo uko na juu, mimi nitakupatia information yako. Mambo ya kusoma wenzako hapa sitaki. Asanteni sana, tunarudi kwa sha. Sasa NIH, NHIF aunge lipa the same day na uende ukatibiwe. Sha mimi nakwambia my own brother, elder brother akikuwa mgonjwa tumemlipia on Thursday morning, na anatumia analazwa nayo. Hiyo ndio uzuri wa sha. Kama kuna uzuri tuseme, kama okay, kuna information ubaya, tuseme. Information? Mention honorable member na mheshimiwa nyua, mko nyuma huko, kuja huku mbele, eme mkono jotu hapa. Okay. Ukasikika. Mheshimiwa pika na information, kabla ya information, nataka Mheshimiwa clarify wamelipa mwezi si moja, mwaka mzima. Atuclarify kwamba kama ni mwezi moja sawa, kama ni mwaka mzima sawa tu. Mheshimiwa Spika, ukweli ni kwamba mtu ambaye anaenda hospitalini, ambaye anaenda, aendi kulaswa kama amelipa Januari atatibiwa, rudi nyumbani, maneno pana atadongwa, arudi nyumbani. kama ni wakuraso, Mheshimiwa Spika, na mimi siko ka, kama yeye mwalimu, na mimi sijajiriwa, sija mali mpaka nilipe mwaka mzima ndio nilaswe, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo kuna mali sha iko na rubo, mheshimiwa siingie na miguu yote atudanganya. Asante sana, namjibu sahi, sahi. nataka wale wametumia sha, tunaongea facts zenye ziko one hiyo kama spika atakuruhusu sha iko hivi. Sha unafika hospitalini ujae rejista, wanakwambia nendo rejista, unatumia wenye wako wanalipa, ya chini ni 7000 something. Ukilipa 2900 utatumia sha kama mwenye amekuwa akilipa hiyo. Ni ukweli iko NHIF, aungeenda ukalipa hiyo na utumie hiyo, ni uzuri wa sha peke yake kama kuna ukora fulani iko, wanauliza nani? Oh, Duale na Kibagendi. Tunajua ni ukora wa kisiasa. Kibagendi kwanza alitajwa na Duale kwa zile hospitali zimerejistiwa Kisii. Hiyo ndio sasa uhasama wa kisiasa kati yake na Duale. Kama kweli Kibagendi anajua Duale anakula pesa, kwa nini hajaenda kotini? natoa evidence Duale, hii siku umetoa hii umepeleka hapa kwa nini tu kwa kelele tu, unakula pesa, unakula pesa. Amekula nini? Ngapi? Hatukatai hawezi kula, sawa, amekula, lakini ngapi Duale umekula? Na ngapi Kibagendi ameregistra? Ako na mahospitali zake, analipa tu. Mtu mmoja amepasnia upasuaji sita within one week ikalipo kwa hiyo hospitali ya Kibagendi. Hiyo ndio Duale alisema. Sasa Kibageni ni akuja atuambie bwana Dwale, sio hivyo, iko hivi na hivi lakini hii sha ifanyi sha ifanyi, tafuta mtu wako mmoja mwenye ametumia sha, atakwambia vile sha inafanya. nikimek make summary siasa ya Mount Kenya tumekuambia kabisa, Mount Kenya walikuja wali na mbinu yao ya kukaa kwa serikali zote mbili kama au magave na wata rebel na Regachagwa vile wame rebel tayari, wako na Uhuru na Uhuru wanaunda kikosi chake wanaenda kubagea nao na Ruto. Wakati Ruto atarudi watakuwa ndani. Regadi ameweka Kalonzo mbele, akimpa Kalonzo na wafaulu ni sawa. Asante sana, asante sana mwalimu. Huyo ni mwalimu wetu ambaye machanja maswala mambo na sheria, anajua mambo na uongozo wa nani anajua. Okay, George Ondara, George Ondara please. Kwa wale ambao wamesimama tafadhali, kuna viti, hizi viti ni zenu, si za mtu, na hapa unakuwa free kukaa, hakuna maswali utaulizwa na mtu. Kuna viti ukae, usikize siasa, upige siasa, viti viko vingi, viko empty hapa. Kwa hivyo ukae na uendelee. Asante sana Mheshimiwa Speaker, asanteni sana. Unajua nim me...